Uh, kwa majina naitwa Mkali Crispo. Uh, mimi ni afisa masoko na mauzo uh, kutoka kampuni ya Agricom Africa Limited uh, tuko hapa leo mkoani Dar es Salaam uh, katika viwanja hivi vya hoteli ya Johari Rotana ambapo tunakutana kwenye kongamano kubwa la kilimo endelevu Afrika, inafanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika na, na, na kwa namna ya pekee sana inafanyika hapa kwetu nchini Tanzania. Aa, sisi kama Agricom Africa Limited tumeshiriki kwenye maonyesho haya kwa sababu sisi ni wadau wakubwa katika kuhakikisha y kwamba uh, kilimo barani Afrika nchini Tanzania kinakuwa endelevu, lakini tunaleta mapinduzi makubwa na mabadiliko makubwa katika sekta hii ya kilimo kupitia uh, zana sahihi na zana za kisasa za kilimo. Kwa hiyo, tutakuwa hapa uh, Johari Rotana Hotel eh, kama Agricom Africa Limited eh, tuwa, tukiwakilisha sekta kubwa ya zana za kilimo, lakini pia tukikutana na wakulima, tukikutana na wafugaji na wadau mbalimbali katika kujadiliana namna gani tunaweza kuleta mabadiliko kwenye matumizi sahihi ya zana bora za kilimo. Kwa hiyo tuko hapa kwa muda wa siku tatu kuanzia leo mpaka um, tarehe sita, na tutaendelea kukutana na watu mbalimbali na wadau mbalimbali katika kuhakikisha ya kwamba zoezi letu hili ama sherehe hii ya kilimo endelevu Afrika inafanikiwa sana. Karibuni sana wadau wakulima, wafugaji, popote pale mlipo, tunawakaribisha sana tuweze kukutana hapa Johari Lotana Hoteli Dar es Salaam. Kwa ujumla sisi kama Agricom Africa Limited tuna mnyororo mzima Aa, wa, wa zana za kilimo kuanzia uandaaji wa mashamba e, utunzaji wa mazao e, pamoja na uvunaji wa, wa, wa mazao pia usafirishaji bila kusahau usafirishaji wa mazao hayo kutoka shambani kwenda galani ama kwenda sokoni moja kwa moja. Kwa hiyo unapotutembelea sisi Agricom Africa utakutana na zile zana za kuandalia mashamba kama majembe e, e, kama, kama reapers, kadhalika na kadhalika, lakini unakutana na kadhalika zile zana zingine ambazo tunasema ni maandalizi ya pili ya shamba kama zile harrows na kadhalika na kadhalika. Tuna, tuna vifaa vya upandaji wa mazao mazao ya aina mbalimbali yanapatikana kwetu lakini pia tuna vifaa vya kutunza mazao kama umwagiliziaji wa madawa, na kadhalika na kadhalika, vifaa bila kusahau vile vya kuvunia mazao, tukizungumzia vitu kama combine harvesters na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo sisi Agricom tunasema kwamba tuna suluhisho kamili kwa mkulima na kwa mfugaji. Wale wafugaji bila kuwasahau, tuna zana za kufyekea manyasi majani, tuna zana za kufungia majani eh, kwa ajili ya uhifadhi mzuri wa, wa malisho hapo baadaye.